Rais Profesa Kithure Kindiki amevitaka vitengo vya usalama kukaza kamba zaidi kukabiliana na utovu wa usalama na wizi wa mifugo uliokidhiri katika kaunti ya Marsabit. Kindiki akisema kuwa serikali itajitahidi ipasavyo kwa ushirikiano na wakazi wa eneo hilo kuimarisha utangamano na kumaliza uhasama. Aidha, amepigia upato Rais Ruto kuhudumu kwa mihula miwili. Kwa miaka kadhaa kumekuwepo na utovu wa usalama uliosababisha maafa na pia wizi wa mifugo uliokidhiri katika kaunti ya Marsabit. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa kama serikali wataimarisha usalama zaidi kuhakikisha wizi wa mifugo na usalama eneo hilo unaimarika zaidi, kuangamiza wahuni na uhalifu wanaohangaisha wananchi. Kanishukuru vyombo vya usalama, wamejaribu kudhibiti usalama hapa lakini bado iko mianya kidogo kidogo, na mnasikia wakora bado wanapenya penya na kuleta maafa na madhara kwa wananchi na kuibia wananchi mali yao. Mimi naamrisha vikosi vya usalama katika sehemu hii vikaze vikaze zaidi juhudi zao ili hao wahuni na majambazi tuwaangamize na mimi nataka niseme ya kwamba hii mambo ya wizi wa mifugo lazima tuikomeshe. We have to stop this problem once and for all. Hatuwezi kuwa katika nchi ya kisasa ambao wananchi wanapokonywa mifugo yao na majigaidi. Na mimi Kindiki, akiwataka wananchi na wazee eneo hilo kushirikiana na, kushirikia na serikali ili kuleta jamii pamoja, kuhamasisha utangamano na kumaliza uhasama miongoni mwao. Kwa hivyo mimi nauliza wazee muwe ndio walinzi wa jamii hapa, hiyo mambo ya usalama, mambo ya umoja wa jamii mbalimbali. Wazee watusaidie kuleta jamii pamoja, kuleta wananchi pamoja, kumaliza uhasama, ndio wananchi waishi kwa amani, serikali ikifanya maendeleo. Jua kuna mambo tunapaswa tufanye ili kudhibiti zaidi usalama hapa. Moja, katika zile sabkaunti mnaomba, unajua sabkaunti ikikuja mahali DCC anakuja, OSPD anakuja, AP komanda anakuja, idara nyingine za serikali zinakuja karibu, hiyo inasaidia katika usalama wa eria hii. Mimi. Aidha, ameendelea kupigia debe serikali ya Rais kuhudumu kwa mihula miwili na kusema kuwa ataendelea kupeleka maendeleo zaidi katika eneo hilo lililotengwa kwa muda mrefu na sisi mimi na Rais Ruto, mtatupanga mtatupanga, kwa sababu huyu ako hapo mtatupanga. Mnasemaje? ya, ya William Ruto, ya William Ruto, ya William Ruto, ya William Ruto, wacha nione, wala nasema tuta, tuta, kwa kauli moja, ati daktari William Ruto ni nini? ati ni nini? ati ni nini? tutam maneno kidogo kidogo, hiyo hiyo low lying fruit, tukimtufanyia tumesema two term tu, lakini tu, tu.